Coastal Union dhidi ya Yanga Me... wachezaji wa timu zote mbili wakitoka uwanjani kuelekea uwanjani. Sasa unaweza kutazama fair play ambayo inafanyika kutoka kwa wachezaji wa Yanga kwenda kwa Coastal Union. Seti ya waamuzi wa mchezo ikiongozwa na mwamuzi kutoka Tabora Hussein Katanga. Coastal Union kama ambavyo wanaonekana, aweza ukaona zo lakini kikosi cha wananchi akienda kuanza kwenye kikosi hiki kibwana, Shomari jaribu kufikiria kwa hivi karibuni, Mohamed Muya, kocha wa zamani wa, wa Fountain Gate Pedro Gonsalves. Haya, mpira tayari umekwishaanza. Coastal Union wakianzisha mchezo. Msimu mpira ambao unatolewa nje na Muhammad Hussein. Tasinge la kwenda kupandisha mashambulizi Max Zengeli. Imeacha pass pembeni kwa Profesa Pakom Zuzua. Pakom anaingiza cross nyingine ndani kwa nafasi. Oh, mpira ambao unakwenda nje. Hajatendewa haki. Pakom Zuzua kwa mguu wa ndani anazungusha ile mpira. Kienda kumtafuta mwana wa mfalme Prince Dube, lakini Max Zengeli naye anachelewa kufika kwenye tukio. Lakini yupo juu akitazama mchezo, striker wa zamani wa Coastal Union, kocha wa zamani wa Coastal Union mabad. Mabad ajaribu mabad, off target kick, kutana nayo, akaikontrol ile, lakini ngome imekwenda nje. La pigo ule mpira ndani, anakwenda kuweka header ile, lakini ngome anakwenda nje. Franka Sink alikuwa nzuri, mpira ambao aliugusa Frank Asink, kipa licha ya kunyosha mikono yake bado ilikuwa ngumu. Kwanza anapitisha pasi ile, mpira ambao umepita kwa Muhamed Hussein Zimbwe, waasia chini chini kwa Dube, kine anakamata Wilbal Maseke, mwamita ambio wameguswa mpira hakuna faulo yote, wanaendelea sasa Coastal Union. Kibwana Shomari akiwa chini, mwamuzi yapo alikuswa, alikuswa kwenye tumbo, Kibwana Shomari na mguu wa Ali Ramadhan Oviedo. Inaonekana kusimama peke yake juu, pitishwa pasi kwenye njia, nawa ni offside, wamesha kimwamita wakati pasi inatoka ameomba tena akapewa. Wanapoteza mpira bado huko kwa Yanga. Pakao mzuzu wao kwenye nafasi, pitisha kwa Dumbia, tia mbali kabisa. Iliwekwa pasi kisha akafungua njia, mpira ukapita katikati ya miguu ile ya Selemani Abdallah. Tazama kibao kile, tazama namna Profesa paka mzuzu anafanya. Labda angekuwa na neti katikati ya miguu yake Suleimani Abdallah, mpira usingepita. Celeste Ekwa kwenye tukio la mwisho kabisa la kipindi cha kwanza anashindwa kuweka mali kwenye njia. Vile walivyoanza pia wanaweza kuingia kwa muda huu. Kipindi cha pili tayari kimekwisha anza, Yanga ukianzisha mpira. Ekwa, imewekwa pasi ile, Jumbi anazunguka, ameiacha paskwa, pakao mzuzwa anakwenda kuanzisha kwa Arioviedo, inapigwa krosi ndani, kwenye nafasi Mabad ali Msangi walianzisha Mangushi mpira ambao ulijazwa, Ali Msangi alienda juu, anapitisha mpira kumtafuta Maabadi. Maabadi anakaa mbele. Maabadi, Maabadi. Ana, Maabadi. Pangua ule, Msheri anameza mpira ule kama mzimu, alipita mbele ya Mohamed Hussein Zimbwe, vilevile bunduki nzito, lakini Msheri alikaa imara kuweza kukamata mpira ule juu kabuya mangu sijaribu kupita mpira ule. Haya, Seleste Ekwa na Lala anakwenda kucheza mpira, nambiwa ni kona. Ingia wakalazimisha, lakini ilikuwa ngumu mpaka Ali Msangi alipoingia katikati na kucheza ule mpira. Haya, kona fupi imeanzishwa. Ekwa piga mpira ambao unababatiza, imewekwa pasi, imefika kwa pako Mzuzwa anatengiwa kwenye njia, Duka Buya Prince Dube golkik alitengewa akazunguka lakini mpira hujaenda ndani. Pasi ile ya Diuka Buyaoga akaipokea mwana wa mfalme, mpira ambao umepita juu ya lango. Shangaa anauliza nini? Wengine haielewi. Lasin Kouma anajaribu, Lasin ulizi kutoka mbali wanajaribu mpira ambao nakatika nakwenda nje tena. Pakom Abuya anaingiza pasi kwenye nafasi, Prince Dube anaucheza, Willbol kwenda kuucheza tena, Alioviedo waliweka pasi kafika kwa Prince Dube kwa mguu wa kushoto, alijaribu mpira ambao Willbol Maseke ma hakuona mtu ndani, wakati akiendelea kutafakari Ali Kamwe dua akiendelea kuzipiga wananchi, anageuka anapoteza mali kwa Maxi Nzengeli. Maxi bado kuna mpira. Maxi pitisha mpira kwenye njia. Andy Boyeli, Andy Bobwa Boyeli aliamua kuchagua kwenda mwenyewe wakati ambao alikuwa anaweza katazama zaizi na kufanya uamuzi bora kwa klabu yake. Lasin koma imefika sasa kwa duka buya, anajaribu duka buya, imekataa off target kutoka 254 duka buya, jaribio lake linapita juu ya lango.

anakwenda kwenye nyua. Wananchi bao lake la pili msimu. Mwana wa mfalme anapokea hicho hicho ambacho kimepatikana. Injinia wameomba wamebisha, hadi sasa wanafunguliwa. Cross ile imetoka na inakwenda kutua kwenye utoso wa mwana wa mfalme, Prince Dube forehead unakutana na mpira ambao unajazwa kwenye neti za Coastal Union. Mangushi wanashindwa kushikilia. Tukabuya anaitwa nje, anaingia musa Balakonte. Naam, kipato huleta majivuno, shangwe la wananchi kama ambavyo unaliona anakwenda nje, mfungaji wa bao Prince Dube. Ilijazwa cross ile na akaenda kuweka utosi Prince Dube, kuwapa bao wananchi. Nyota wa mchezo ni Prince Mpumelelo. full time wananchi wanafanikiwa kushinda mchezo, lakini full time Coastal Union sifuri Yanga moja.